Sababu ni nini? Ndio kile alichokuwa kikisema mhubiri wetu wa jana, kwamba kwenda kanisani au kwenda msikitini hakukutoshelezi kuwa na mahusiano ya kina na Mungu, ni mpaka kuwe na badiliko la moyoni. Sasa ongezeko hili limesababisha wito wa juhudi mpya, hili ni gazeti linazungumza, hata sio mimi nasema, za kuimarisha familia na kukuza elimu ya maadili miongoni mwa wanandoa hasa kupunguza athari mbaya kwa watoto. Serikali inawatakia, inawataka viongozi, wazazi na walezi kuendeleza uvumilivu na kutatua changamoto kwa njia ya mazungumzo. Naipenda hii serikali inayohubiri. Bwana Yesu asifiwe. Wamezungumza vizuri sana. Sasa tutaenda haraka kwa sababu muda wetu ni mfupi kwa namna fulani ili ni tuone kwamba sasa tutazuiaje hili janga kubwa namna hii ambalo linazivunja ndoa kila kunapokucha, na ni kwa namna gani tunapaswa kulinda ndoa zetu, ndoa yako na ndoa yangu. Jambo la kwanza tutaangalia hizi tabia tisa, nitazisema kwa haraka, na utakapokuwa ukisikiliza, jaribu kutathmini kwamba katika ndoa yako hizi tabia zipo. Kama ipo hata moja, ukaishughulikie mapema, kwa sababu kitanda unavyokitandika ndivyo unavyokilalia. Kwa hiyo tusikilizane kwa eh, tabia hizi, ya kwanza ni kuwa msiri, eh, na shughuli zako mtandaoni. Tuliongea juu ya usafi wa kidijitali. Kuna watu ambao wana siri nyingi katika simu. Simu zimevunja ndoa nyingi. Mara tu unapojikuta una mazungumzo ya mtandaoni au kutembelea tovuti ambazo huna amani kama mtu mwingine anakuona unapoziangalia, mtu mwingine asipate habari zake, tayari uko kwenye tatizo. Mtu anaweka mashaka anaanza kupunguza kukuamini. Ana, anawaza kwamba huyu mtu ni kitu gani anaficha. Tayari inaleta eh, wasiwasi kwa mwenzi wako. Kwa hiyo simu janja na mitandao ya kijamii, matumizi ya intanet, vinaweza kuwa zana nzuri za kutusaidia katika mawasiliano, za kutusaidia kujenga urafiki, lakini pia zinaweza zikakengeusha fikra na kuleta vishawishi hatari ambavyo vinaweza vikazuru ndoa yako. Kwa hiyo tunapaswa kuwa waaminifu na wawazi ili simu zetu zisiwe ndio um, zisiwe sababu za kuvunja mahusiano katika ndoa. Jambo la pili ni kugawana kila kitu chake na changu. Tuliongelea katika habari ya, ya pesa, matumizi ya pesa kwamba huyu anasema hivi ni vyangu, hivi ni vyake, nyumba ile ni yangu, hii ni yake um, eh, shamba hili ni langu, hili ni lake, gari la kwangu huyu la kwake. Ukianza kujitenga namna hiyo katika vitu mnavyotumia kwa pamoja, mnajipanga, eh, mnajipanga kutengana. Kwa hiyo eh, vitu kama akaunti za benki, mambo ambayo mnayapenda na hayakubaliani haya, mmoja anapenda kanisa mwingine anapenda kilabu mwingine anapenda marafiki wasio na utulivu mwingine anapenda warafiki wazuri wa, wa, wa wanyenyekevu wacha Mungu. Tofauti hizi zinaweza zikaleta migogoro na kuwa na katika hatari ya kuanzisha maisha tofauti kabisa. Um, jing, uh, kwa hiyo ndoa inahusu watu waungane, lakini siyo kutengana. La tatu ni kuweka ndoa kando wakati wa malezi ya watoto. Tulijifunza kwamba wanawake hasa wakati wa, wanapokuwa katika umri wa kulea wanajali sana watoto, mawazo yao yanaelekea watoto, na kwa hiyo wakati mwingine ni rahisi kuwasahau waume zao na hata wanaume pia pamoja na wake zao wanaweza kujikuta kwamba akili zao zote zinaelekezwa mtoto, a ale nini, mtoto avae nini, kumwadibisha mtoto, mtoto aende shule. Sasa nasema hatimaye, watoto wanapokuwa wanaweza kugundua kwamba kumbe maisha yote walishatengeneza eh, uwazi na utengano mkubwa kwa sababu kila siku alizoea, akifika nyumbani anaweza watoto wamelala, watoto wamekula, lakini haulizi mwenzangu, umeshindaje? Kwa hiyo hilo linaweza likachangia katika kuten, kutenganisha ndoa. Um, sawa. Kwa hiyo watoto ni zawadi nzuri, lakini zawadi hii isitutenganishe, maana mtaendelea kuishi pamoja eh, hata baada ya watoto kuacha eh, kutoka nyumbani. La nne, kupeana mabaki Mabaki ni kwa nini? Um. Kama muda ungenitosha ningekwambia watu wanakuwaje wakati wanapokuwa katika mahusiano wakichumbiana, mawasiliano nayo ni, ni mazuri. Hata kama wakiagana, wanasindikizana, akifika anamuuliza umefika? Anasema sijafika, na ndio wameachana tu dakika mbili. Akifika nyumbani, hata kama amelala, anamuuliza umelalia ubavu gani? Ah, umeshasinzia? Wanasindikizana, wanaongea hadi kuna pambazuka lakini wakishaoana mtu anasafiri anamaliza wiki hata hajaulizwa ulifika salama. Kwa hiyo um, wa, watu wanafurahia huko nje, wanacheka, wana, wanapeana taarifa, wanawasiliana kwa simu, unajua wanajua, mtu anajua habari za watu wa nje, marafiki, wafanyakazi wenzake, lakini sio watu wa nyumbani Akifika nyumbani amechoka, hana hamu, hana nafasi. Watu wa familia wanapata makombo, wanapata mabaki. Kwa hiyo, katika ndoa hakikisha unatoa vilivyo bora kwa watu wa nyumbani mwako, ili ndoa idumu. Ndoa ni urafiki, pasipo na urafiki, ndoa inajiandaa kuanguka. Maana unayempenda utamjali, utamhudumia Uta, utampatia upendo utamhurumia, na kwa hiyo uh, usitoe mabaki kwa familia yako, toa vilivyo bora. La tano, la tano ni kushikilia kinyongo na kutunza kumbukumbu kumbu mbaya. Hili ni tatizo la kutosamehe, tatizo la kutoomba msamaha. Maneno au matendo yetu yanaposababisha, yanapo, yanapo madhara tunahitaji kuwa na wepesi wa kukubali makosa na kuomba msamaha. Kuna wengine katika ndoa wanashindwa kutoa neema, hawana nafasi ya kuondoa uchungu, na kwa hiyo ile, zile changamoto zile, hasira, yale makosa ambayo wameyatunza, yanaweka mizizi. Kwa hiyo uhasama una, una una, una imarika na kwa hiyo yale maumivu ya zamani yanatumika kama risasi katika mabishano. Anakukumbusha ya miaka kumi, anakukumbusha ya miaka mitano. Kwa sababu hiyo uadui una, unaota mizizi na unakuwa na kina zaidi. A, la sita ni hivi: kuamini hisia zako zaidi ya ahadi zako. Wazungu wanapenda kusema kwamba ah, sijisikii tena kumpenda Uh, hisia zangu zimepotea, nilikuwa nampenda zamani, na kwa hiyo nasema mimi naondoka, mimi yamekwisha. Niliwahi kusikia sto, uh, kisa cha mtu ambaye alifunga ndoa asubuhi. Alikuwa ni mwalimu mahali fulani chuoni huko katika nchi za wenzetu, na halafu wame, wamehudhuria ndoa yake asubuhi, jioni wakamwona anatembea peke yake, wakamwambia ah, bibi harusi yuko wapi? Akasema It's over. Lakini amefunga ndoa asubuhi, imeishaje? Mligombana nini, na mwefunga ndoa leo kwa hiyo sio hisia, tunapaswa kutumia akili, kutumia ile dhamana ambayo tuliweka, kile kiapo tulichokiweka kiwe na maana katika mahusiano. Kwa hiyo kile ki, ile dhamana tuliyoiweka mbele za Mungu, mbele za mashahidi wengi, mbele za marafiki, mbele za wazazi na mbele za wapenzi wetu zinapaswa kutusaidia kuendelea kudumu, kujali Uh, kujali wenzi wetu bila kujali tunachokihisi. Kwa hiyo hiyo nguvu ya ahadi tunayoitoa itusaidie kuendelea kustahimili na kuwa wavumilivu, kama nilivyosoma serikali ya Tanzania ikituambia kwamba tuhamasishe malezi na kuhamasisha uvumilivu kati ya wanandoa. Lakini la saba ni kufanya uamuzi bila kumshirikisha mwenzi wako, hili tulishalizungumza. Maamuzi makubwa uh, ya, yenye kiburi unasema si lazima nimwambie, kwa sababu wewe una elimu, kwa sababu labda wewe una pesa, au kwa sababu wewe umempima ukamwona kwamba yeye mawazo yake si mazuri. Kama unataka kujenga nyumba yenye furaha, shirikianeni katika kufanya maamuzi makubwa, mtajenga ndoa yenye afya. E, la nane ni hii hapa, kujaribu kumbadilisha mwenzi wako hapa tulisema hivi kwamba umemkuta mwenzi wako amekomaa, yeye ana umri a, nilimsikia mchungaji hapa akisema kwamba ana meno thelathini na mbili, amekamilika, alishakomaa kabisa. Sasa huwezi kumtegemea akawa kama wewe, na wakati mwingine tunapaswa kukubali kwamba mtu anapokuwa tofauti na wewe sio lazima awe mbaya. Tofauti zinatusaidia katika kujengana. Kwa hiyo usi pambane kumbadilisha mwenzako, ila ukijibadilisha unaweza ukaokoa ndoa. Unaweza ukibadilisha ule mwitikio kwa tabia za mwenzi wako inaweza ikasaidia. Mliwahi kusikia kisa cha mtu mwanamke ambaye alikuwa anapigwa mara kwa mara, anapigwa mara kwa mara, alipoenda kwa mganga, akaenda kwa mganga wa kienyeji amsaidie kumdhibiti kum kum kum huyo mwanamme. Yule mganga akamsikiliza akaona huyu mwanamke anaweza kuwa chanzo akamwambia chukua mzizi huu nimekupa, weka kwenye glasi ya maji. Unaposikia mume wako anaingia, kunywa yale maji, weka mdomoni na usiameze. Huu mzizi utakusaidia na kweli. Yule mwanamume akaja na mbwembwe zake na, na fujo, yule mwanamke kimya. Anashanga huyu mwanamume, anashanga huyu mwanamke, vipi, mbona aongei? Na kweli zile fujo na ugomvi wa mwanamume ukapu, ukapungua kabisa na ukaisha. Yule mwanamke akaenda kwa mganga kumshukuru, akasema, mganga, umenisaidia ule mzizi umenisaidia. Akasema, ule mzizi haukuwa na kitu na maji hayakuwa na kitu. Mzizi ulikuwa ni mdomo wako, ni ulimi wako. Kwa hiyo unapobadilisha tabia unaweza ukaleta, unapobadilisha mwitikio wako kwa mwenzi wako unaweza ukafanikiwa kuliko kujaribu kumbadilisha mtu aliyekwisha kukoma la tisa na la mwisho, lakini yapo mengi, tumeweka tisa tu hapa, kwamba ni kupanga mkakati wa kuondoka. Kuna mwingine akiona jambo vitisho nasema mimi nitaondoka nyumba hii, au wamekwaruzana kidogo anasema mimi hunifai Ukianza kuweka kimoyo moyo, unaangalia, unasema yule naweza ne, ukaanza kupenda mtu mwingine wa nje, unaweka moyoni kwamba, ah, mimi ya kichacha nitatoka, unajiandaa kwa kutoka kweli. Sasa, baada ya kusema haya, kuna matumaini. Bwana Yesu asifiwe. Ipo nuru ya matumaini. Iko wapi? Ni kwamba kama wewe au mwenzi wako mnahisi mmewahi kuonyesha moja ya tabia hizi katika ndoa yenu, nataka mjue kwamba bado hamjachelewa kubadilika, kunawezekana. Ndoa inahusu kuungana na taraka inahusu kutengana. Muamue kutandika kitanda vizuri, ili mkikilalia mkifurahie. Uamuzi wa kufanya fanye uamuzi leo. Usitishe migawanyiko, usitishe um, e, e, ile kutengana. Uweke umoja, na Mungu atakusaidia. Kadiri mtakavyoshiriki pamoja, ndivyo ndoa yenu itakavyoimarika. Na wale ambao mnapanga kufanya, um, kufanya um, ndoa kuunganisha, shughulikieni haya mambo kabla hamjaingia kwenye ndoa, kwa sababu Mungu anachukia kuachana ndiyo kitabu cha Malaki sura ya pili fungu la 16 anavyosema anachukia kuachana, kwa sababu kuachana kuna haribu sura yake aliyoiweka ndani yetu. Kesho usikose usikilize, tutakapojifunza juu ya madhara ya talaka. Bwana wabariki. Mungu, tunakushukuru kwa yale ambayo umetuwezesha kujifunza siku ya leo, utubariki yakapate udongo wenye rutuba katika mioyo yetu katika jina lake Yesu amen. Nyayo za mpekuzi leo zimesafiri hadi kufika eneo la Ilemi hapa mkoani Mbeya, imekutana na afande Elibariki Daudi. Huyo ni mtumishi wa jeshi la polisi anayesimamia ulinzi na usalama katika kata ya Elemi. Elibariki ni mfuatiliaji mzuri wa vyombo vya habari vya kanisa, hasa kanisa la Waadventista Wasabato. Safari ya kuvifahamu vyombo hivi ilikuwa ni yeye na wezake kuja kuelimisha jamii kupitia Rock FM. Vyombo vya habari vimekuwa na msaada mkubwa sana kwetu, kwa sababu kwetu